Na swali, yes, swali langu liko upande wa dada sasa hivi mm, kwa mabosi mm. Unakuta bosi ana watoto wa miaka kadhaa, yaani kuanzia labda umri wa miaka kumi, kumi na tano, wanaanza kujielewa elewa mm -hmm. sasa unakuta mtoto hamsikilizi dada, kutokana na malezi aliyopewa tangia huko awali. Mtoto ni mtoto wa mama hivyo. Kwa hiyo mtoto ndo anakuwa wa kwanza kumnyanyasa dada. Tuna history, dada alikuwa alichomwa na peni mgongoni na mtoto wa bosi. Nika, ni tukamuuliza, alikuchoma na ncha au alikuchoma tu hivi hivi? Akasema alimchoma kawaida tu, lakini kama ingekuwa iko haina kifuniko angemchoma. Kwa hiyo dada akawa anafeel kwamba mtoto amsikilizi, anaona akitoa maelezo, mtoto amuogesha, labda anamtukana, akimwambia labda ni muda wa shule, umerudi usi, usicheze mpira fanya kwanza homework, ambaye huwezi kunipangia mimi ratiba. Kwa hiyo kwa upande huo dada anatakiwa, yani, ndio anatakiwa ripoti kituoni. Lakini ni vitu ambavyo anapitia daily, ndio ile sasa. Mdada anasema nivumilie tu, ngoja nimalize kazi nifanye. Sasa akikutana na situation kama hiyo, anatakiwa afanye nini? Mbona hiyo ni rahisi sana. Kuondoka si, siyo solution. Mbona hiyo ni rahisi sana, mbona hiyo ni rahisi. Mtoto ambaye hana maadili kwa bosi wako wewe unatakiwa ufanye nini? Unamripoti una, una kwa nani? Kwa mama anakuwa kwa kwa mkali, bosi akiwa mkali hata ushirikiano, unaripoti wapi Kituoni, guys, kituoni. Sisi tutaongea na mwajiri, asipotaka kusikiza, sisi kwa leo tuna kutoa kazini. Hatutaki kuhusika kwenye maadili mabovu ya watoto na familia zao. Narudia tena, hatutaki kuhusika kwenye familia zenye maadili mabovu, kwa sababu huyo mtoto hizo tabia kazitoa mahali, si ndio? Eh, kazitoa mahali. Kama dada anaripoti aidha huyo, hey, mtoto kazitoa shuleni au kazitoa kwa marafiki zake mtaani, si ndio? Sasa, dada, umeripoti ume changamoto kwa bosi, mtoto mkorofi, sio, anakuchoma na peni si ndio? Tunarudi kule kule w wewe, ukimchoma na peni ni sawa, sio sawa. Yes, huyo ni mtoto. Kwa hiyo unaripoti kwa mama mwajiri anatakiwa shirikiane na wewe kudili na watoto, sio wewe peke yako. Wote wao wanatakiwa kufanya nini? Mshirikiane sawa, jamani. Kama huyo mtoto bado unakuwa ni ngumu kwako, tupigie kituoni, tutaongea na mwajiri, tutakutoa hapo. Tumeelewana jamani? Na ndio maana hata wajiri wa sasa hivi tunawaambia tuna wadada ambao ni wa malezi, wamesomea ndo utaalamu wao. Kwa dada wa kawaida labda traditional, traditional plus au hata smart. Kuna baadhi ya vitu anaweza kaschwagwa akapata navyo shida, lakini kwa mtu ambaye amesomea malezi, kuna vingine anaweza kawa na technique na utaalam kwa watoto ambao wana changamoto au wana special needs, umeelewa jamani eh? kwa hiyo, tusilazimishiane jamani, bajaji kupaa, sitaweza kupaa. Umeelewa eh? Hatuwezi kulazimisha vitu ambavyo haviwezekani. Tumeelewana jamani eh? kwa hiyo kwa situation kama hiyo, ni rahisi kabisa ripoti kwa bosi. Bosi asipofanya mabadiliko kituoni, then tuna tunafata utaratibu wa mkataba. Haya jamani, ehe jamani, manyanyaso ukatili kaza ndani ni yapi haya? Naomba nimpe mike Sila, naomba mike Wadada Center. Asante. Um, unyanyasaji kwenye kazi za ndani nilishawahi kupitia, sio kwa sasa. Ni kwa, kwa mfano nyumba ipo kama hii hapa. Ka unanyanyasa <laughs> maiki yetu <laughs> Okay. Nyumba ipo kama hii hapa na, lakini yenyewe nakuwa imejengwa hivi katikati, nyumba imezungushiwa maua kote kwenye fence na kwenye ukuta wa nyumba Bomba la maji lipo kama pale hivi. Kwa wewe unatakiwa uzunguke na kindo cha maji kwenda kumwagilia. Ukitumia mpira bosi anakuambia kwa nini utumie mpira? Huu mpira ni laki moja, ni mshahara wako mmoja tu wa mwezi. Kwa huu mpira utakapoharibika wewe utawajibika kununua. Sitanunua mimi. Hapo hapo una, unatakiwa uende kumwagilia bustani. Bustani ipo nje. Kama hivi hapa ipo nje ya geti. Kule kuna bomba na kuna maji, kuna sehemu unafungua hapa, ni nyumbani afu kule maji yanatoka, ukifungua hapa dada, ukifika kule kule, bosi anazunguka kufunga. Ukifika kule, hakuna maji. Kwa hiyo anakuhitaji wewe uchukue maji hapa uende kumwagilia nje kule, na usipomwagilia ukitaka kwenda kudeki, unataka kufanya kitu chochote, atakunyang'anya kama, kama ni ndoo ya kwenda kudekia, kama ni unga atakwambia acha hapo hapo Kamwagilia kwanza bustani. Ukimaliza kumwagilia bustani njoo umwagilie maua, then uendelee na vitu vyako vingine. Huo ni unyanyasaji ambao bosi anaweza kuutoa. Unaenda kuosha gari. Mimi ni mfupi. Kumwagia maji juu ya gari yenye sifiki. Ukichukua mpira hivi, kwa nini hata hapa tu umetumia mpira? Kwa nini utumie mpira? Hamna kutumia mpira. Unavumilia, mengine anavumilika, mengine hayavumiliki. Kwenye upande wa chakula. Let's say hapa ndio meza ya chakula. Vyakula vimejaa, kuna sausage, kuna vitu vizuri vizuri vingi. Labda jana ulipika kande, dada. Kande zikibaki zinawekwa kwenye friji. Asubuhi unatakiwa upashe. Lakini dada, mimi ndo nimekaa hapa, mimi ndo dada au kwa watoto wa bosi, bosi hivyo wamezunguka meza. Dada, utasogezewa hotpot ya kande. Utafuata kule kwenda kuchukua sausage au utafuata kule kwenda kuchukua mayai wakati bosi amekusogezea hotpot ya kande au ndizi jana zilibaki. Wewe ndo uende kule yani, au uombe usogezee utakula zile kande. Na asubuhi bosi anaondoka anaenda kazini. Hapana. Mtoto unabaki mwenyewe, chakula cha mchana hapana ratiba ya chakula cha mchana. Labda pana watoto wake wamerudi, ratiba ya chakula cha mchana itakuwepo. Lakini kama ni wewe peke yako hamna ratiba ya chakula cha mchana. Huo ndio unyanyasaji ukiharibu kitu bahati mbaya anakwambia hiki kitu hiki hiyo tipo unaiona hii container unaiona nimenunua 8000 kwa hiyo tutakatana kwenye mshahara pale ulikuwa unaosha vyombo mimi nilikuwa naosha vyombo kwenye sink lakini maji umwagi pale unaenda kumwaga nje ya geti lakini ndani ya miezi mitatu anaambia umeziba sink la kuoshea vyombo ndani ya miezi mitatu anakwambia umeziba shimo la choo na kuzibu, ku, kutoa maji maji taka ni laki tano kwa hiyo tutatoa nusu kwa nusu. Na hapa nimezibua, fundi atakuja, sila njo wewe ndiyo unatakiwa ujue, elfu arobaini mimi nitatoa elfu ishirini na wewe utatoa elfu ishirini Ilifika wakati nilimwambia hivi, boss, na yaani hiyo hela naomba tu ubaki nayo kwa sababu mimi, huwezi kunikata hela ambacho kitu simwagi pale maji, mimi namwaga nje. Kwa nini mimi nime yaani nimeziba sinki ndani ya miezi mitatu? Ni kitu ambacho hakiwezekani. kitu kingine bosi an, um, kwenye oh, yani kuomba labda hofu uende sehemu. Bosi huyo alikuwa anakataa, yani nilivumilia, sikuwa naomba kwenda sehemu. Yani siku tu nikamwomba, kamwambia naomba niende kwa dadangu, ipo Kigamboni. Bosi anakuambia kwamba mimi hapa nilikutoa kituoni, huyo dada yako awe baba yako au mamako, mimi simjui. Kwa kama unataka kwenda mwambie dada yako aje hapa, awe ni boyfriend wako awe ni dada yako, ni yani mtu yoyote mwambie aje hapa, sisi tunampokea tumjue then unaenda utakuwa unatoka unaenda, ili tu tujue kwamba dada leo ametoka ameenda sehemu fulani. Unaomba kwenda kusuka, bosi ana yeye ndo anawajua wasusi, wewe ni mgeni mahali pale. Unaenda kusuka, bosi anamtuma yule dada msusi akupeleleze vitu, ili ukimwambia yeye amrudishie majibu kwamba dada ni wastahili gani sasa Dada anakuuliza, "Eh, hey, kwa kama unataka kwenda kwa boyfriend wako unaweza kuagaje?" <laughs> mimi mimi tu nilimjibu kwamba mimi mimi siwezi kukutana sasa hivi na boyfriend kwa sababu nipo kazini. Ah, kwa mtu mnaongeaje vitu vyenu? Nikamwambia simu inatosha. Akiona simu haitoshi basi aniache. Tutakuja kukutana. Nilikuja kufuatilia kumbe bosi lakini yule dada alidai kwamba bosi wangu hamjui. Hivi bosi wako ni yupoje? Kwani asuki? Mi huyo simfahamu, yaani kwamba yeye bosi wangu amfahamu. Kumbe bosi ndo alikuwa amemtuma afanye hicho hi kitu. Huo ni unyanyasaji ambao bosi wangu alikuwa anafanyaje, ananifanyia mimi. Lakini mwisho wa siku mimi nikachoka, yaani nilikuja nikachoka, nikachoka. Nilivumilia ndani ya miezi kumi na moja, kiukweli nilivunja mkataba. Sikuweza kuvumilia tena, kwa sababu bosi anaanza kuongea nini, akianza kuongea ni hamalizi, anasimama na wewe, jana nilikwambia unichomee muhindi, muhindi wangu ulikuwa wapi akamwambia mama, nilikuwekea hapa. Anakwambia uliniwekea hapa hivi hata kama siku nyingine umeolewa <totikana> eh? Mama mko wako tena, shamba lenyewe amelima mwenyewe huko, leo hii unakuja kumnyima mwindi wake ambao ulimuomba umchome. ni anachukua muda mrefu anaongea, akiingia jikoni kupika ni vyombo ani ni ana kuchukua kuweka mko, anachukua sufuria, yani utakuta pale jikoni vyombo vyote vipo chini. Hapa nilikuwa siendi kulala kabla ya kuosha vyombo, lakini asubuhi ndo anaamka kutengeneza chakula chake na cha mtoto utakuta jiko yani, anapika mpaka inafikia wakati yeye ndo anaenda kuvaa sasa marapa, maana pale chini ni hapa fai, alivomwaga, mwaga vitu unaenda, yani kama jana yani usiku ukufanya usafi, unafanya usafi, unafanya unamaliza ni yani hivyo, akianza kuongea ni dada, hamna kutumia gesi wewe, ni utatumia mkaa na wewe ni wa mkaa tu, na huo mkaa nimenunua elfu kumi na nane ikifika, anakupangia tarehe, isipofika huo mkaa utanunua wewe. <laughs> ni bosi anakuwa yupo wa hivyo sasa. Sijajua inakuwa kwa nini anafanya hivyo. Yangu ni hayo tu. Okay, mwachie <laughs> Mike, eh? Sasa sila tunaanzia wapi? yes. Kwanza mi nataka nijue huyo alikuwa ni mwajiri wetu? Yes, mpe Mike ndio. <laughs> alikuwa mwajiri wetu? Ndio. kwa nini ukuripoti kituoni? nilikuja kuripoti baadaye sana. Yani mwanzo nilikuwa navumilia. Unavumilia nini? Nilifika miezi mitano, nilituma meseji kituoni, lakini zile meseji naona hazikufika, sijui kwa sababu sikujibiwa chochote. Ulisema nini kwenye meseji? Nilisema kwamba yani ni bosi wangu ni aridhiki na anachofanya, chochote anachofanya. Sasa unaona tofauti hiyo? aridhiki. bosi wako aridhiki, lakini unachotuambia sio hicho hapo. Mwanzo ndo ilikuwa hivyo. Mm, kwa hiyo mawasiliano ofisi jamani mmeona kosa la kwanza. Stori yake yote na message alotuma kama unajua kusema bosi wangu alidhiki, hiyo message inaonekana tu ni ya ya kawaida, lakini kumbe wewe ulikuwa unanyanyaswa yani. Yani kawaida ni kawaida, ni vipi? Vipi, yaani wewe mtu chakula na kunyima alafu anakuambia umejaza choo Nilimdai mara sikupiga simu. Kuaajamani, mnaona makosa hayo? Mimi nikisa sai ndoayo makosa. Wewe umetoka kituoni, yule bosi amekujua wewe kupitia sisi. Kama kupa mkataba kwanza, si alipewa kwa yeye. Mkataba wako natka upewe wewe mwenyewe. Kama una unaomba kituo, si tuna kopi. Mmeelewa jamani? Mkataba nilipewa. Eh. Kuna mkataba ambao ulirudi huko. Afu wa kwangu na wa kwake alibaki nayo yeye. Eh, na lakini wewe si unatakiwa uwe na kopi moja uliambiwa kituoni? Ndio. Kwa nini ukuchukua sasa? Yeye hakunipa, nilimuomba kwamba mama. Tatizo kwa nini umuombe wewe ni wa kwako? Sasa ameenda na uchumbani. Mnapenda kuomba sana yenyi. Eh. Mnanchosha. Alienda na uchumbani. So kuna vitu vya kuomba na kuna vitu ni haki yako. You need to take it. Atoka uchukue, piga simu kituoni. Jamani, bosi ana na mkataba wangu, nimemwomba ajanipa. Hiyo ni haki ya yako, kituo kitakupa.